vitabu gani vya Biblia ambavyo ungemshauri kijana kuanza navyo kujifunza na kwa nini swali anauliza huyu ndugu yetu kwamba ni kitabu gani ambacho naweza kumshauri aanze nacho kujifunza kwenye neno la Mungu na ni kwa nini kitabu hicho kwanza kabla sijamjibu ni kitabu gani ningekushauri tu wewe ambaye ni msomaji wa Biblia kama ni muamini katika Yesu Kristo kama umeokoka soma sana agano jipya kama umeokoka soma sana agano jipya. Kumbuka sisi tunaishi kwenye agano jipya. Biblia imegawanyika katika sehemu mbili, agano la kale na agano jipya. Kama umeokoka, zingatia sana usomaji wako ubezi kwenye agano jipya. Sijasema kwamba agano la kale halina thamani, lakini ili kulielewa agano la kale inatakiwa kwanza uelewe agano jipya, kwa sababu Biblia inasema kwamba agano la kale liandikwa kwa kivuli. Biblia inasema kwamba manabii walitafuta tafuta na kuchunguza wajue kile ambacho walikiandika wenyewe, yaani walikuwa wanaandika lakini vitu vingine walikuwa hawajui wanaandika. Kwa sababu gani? Musa aliandika Torati lakini hajui kwamba Torati ilikuwa ni kivuli, alikuwa afahamu? Musa alitoa amri, aliwapa amri lakini hawakujua kwamba zile amri zilikuwa za maana gani. Kulikuwa kuna sikukuu mbalimbali, kulikuwa kuna ile sadaka hapa, sikukuu ya Pasaka, kulikuwa kuna sadaka ya kuchinja sijui wanyama kwa, kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini walikuwa hawajui kwamba vile vyote vilikuwa ni kivuli vya agano jipya na kwamba yote alikuwa na Kristo Yesu. Kwa ili kuelewa agano la kale, na usione kama unasoma hadithi ambazo si za kweli ama hadithi ambazo kama za kufikirika, lazima kwanza uelewe agano jipya, usome agano jipya ili kuweza kuelewa agano la kale, kwa sababu agano la kale limeandikwa kwa mfumo wa kivuli, mfumo wa mafumbo. Kwa ili kuelewa kwa ufasaha, kuelewa hadithi ah, ambazo zilikuwa mule, story ambazo zilikuwa mule, matukio ambayo yametokea kwenye agano la kale. Kwa ufasaha, kuelewa kwa nini Ibrahimu anaitwa baba imani, kuelewa kwa nini dhambi iliingia ulimwenguni, jinsi gani dhambi iliingia ulimwenguni, jinsi gani Mungu mpango wake wa wokovu ulianza tokea Adam alipofanya dhambi, Mungu akaanza mpango wa wokovu pako kuelekea agano jipya, ili kufahamu kwa ufasaha zaidi, unasoma agano la jipya ili likutafsirie agano la kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha pili, kama swali ambalo umeuliza msema, kitabu gani cha kuanza kusoma kama ni mwamini mpya, ama ni mtu ni kijana ambaye unatamani kuwa msomaji wa Biblia, Soma Warumi, anza na Warumi. Nitasema kwa nini. Warumi ni kitabu ambacho kimeelezea kuhusu kuhesabiwa haki, kimeelezea kuhusu wokovu kiundani zaidi, kimeelezea kuhusu imani pia, kimeelezea kuhusu utakaso pia. Kusoma Warumi 12 mstari wa kwanza pia inaelezea kuhusu utakaso, uh, kufanywa upya nia kwa neno la Mungu. Kwa ni kitabu ambacho kama una ni muamini, ni vizuri sana kuanza nacho na kukielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sura ya kwanza mpaka unamaliza sura ya 16 kama sijakosea, kukielewa kwa sababu ili kuelewa wokovu Ah, ndio maana ikitoka matendo ya mitume, nafuata kitabu cha Warumi kama nyaraka ya kwanza kanisa, ambayo imetangulia kuliko nyaraka zote. Kwa hiyo kitakusaidia sana kuweza kujenga na kukua katika imani, ila zaidi zingatia sana agano jipya. Sisi tunaishi kwenye agano jipya. Agano la kale ni muhimu, lakini ili kulielewa agano la kale, inatakiwa tulielewe kwanza agano jipya. Mungu akubariki sana. Naamini umepata kitu siku ya leo kwenye kipindi chetu cha maswali so, na majibu Q&A. Na kama una swali ama una jibu zuri zaidi ya hili, unaweza kuandika kwenye comment section hapo ili mwingine akija kusoma aweze kujifunza na kujengwa. Na Mungu atakubariki. Siku nyingine, Mungu akitupa uzima. Nakupenda sana. Mungu akubariki.